Utabonyeza nyota mia na hamsini nyota 01 1 really. Baada hapo utaipiga Tigo. Baada ya kubonyeza hapo, utachagua namba saba, huduma za kifedha. Sijajua kwa Airtel, sijajua kwa Halotel, sijajua kwa, kwa M-Pesa iko namba ngapi, lakini chagua huduma za kifedha. Nadhani wote wana option hii, ni huduma za kifedha, ambapo ukishachagua huduma za kifedha utaenda kwa... Kisha, ukimaliza utaenda option namba saba ambayo ni miss card, utachagua namba saba Ukishamaliza utachagua namba moja miss bayas master card, utachagua namba moja Ukishachagua hapo, utachagua kuna option nyingi ya kutengeneza kadi, angalia kadi zako, angalia miamala, mipangilio ya kadi, vigezo masharti, menyu kuu cool. Na maana hapo, kama una kadi tayari, utaangalia utaangalia miamala yako utaangalia, sio kadi zako. Lakini kama huna kadi, na maana hapo, utachagua namba moja kwamba tengeneza kadi, ambapo utachagua tena namba moja, endelea kutengeneza kadi kuna hapo utachagua kuna option, kuna matumizi ya mara moja, alafu kuna kwa siku tisini. Mi nachagua kwa siku tisini. Unakaribia kutengeneza Mastercard kwa siku tisini. Ada ya kutengeneza kadi ni shilingi zero, kama nilivyowaambia, hahitaji malipo. Tafadhali ingiza namba ya siri. sasa hapo ndo naingiza miss bayas masta kadi ya siku 90 imetengenezwa kikamilifu. Kwa hiyo option ni simple na haihitaji mambo mengi uko na mimi na ulikuwa na mimi ano meme. Kuna mengi yanakuja, kuna vitu vya vyeti vya kuzaliwa, kuna mambo ya leseni za biashara, kuna mambo namna ya kupata na kujisajili jina Brela, kuna mambo mengi yanakuja ndani ya ano meme. Kwa hiyo usiache kufollow, usiache kusubscribe, usiache kulike, kucomment na kushare, ili wengine waweze kupata kile unachokipata sasa hivi muda huu ambao mekawa unasikiliza. Ulikuwa nani tukamwanzo mpaka mwisho. Bye bye. Chao chao.